2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023 2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36 na hivyo deni kutoka na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa 5% mwaka 2018 2019. Yaani, deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka ilikuwa linaongezeka kwa 5% tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa asilimia 18. Yaani kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa asilimia 18. Kile ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa na, na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi. Yani kule sio kwamba tunakopa kwa ajili ya kutekeleza miradi tena. Yani hiyo ni ishara ya kwamba tunakopa kupita kiasi. Ukishakopa kupita kiasi tu tayari unakuwa ume, umetengeneza tatizo jingine, na ni kwamba naweza kusema kwamba badala ya wa, concentrate muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye ana concentrate muda mwingi kutafuta mikopo ya, ya, ya, ya, ya, ya, kutafuta mikopo nje ya nchi, wakati kumbe ilikuwa na uwezo tu wa kusimamia mifumo ya kodi hapa nchini, ya kusimamia walipa kodi hapa nchini, ikakusanya mapato hayo hayo ambayo inahangaika kutafuta leo na kuwaingiza Watanzania kwenye deni kubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Sasa kwa mfano, naweza kutolea hapa, zipo changamoto nyingi ambazo zinasababisha sisi tusikusanye mapato. Kwa mwaka mmoja, tunaweza kukusanya mapato mara mbili au mara tatu ya hizi mikopo ambayo tunaenda kukopa sasa hivi nje ya nchi. Kwa mfano, kodi zinazobishaniwa katika mapingamizi ya kodi, yani katika mamlaka za rufani, trad trap na keti kwa muda mrefu imefikia mpaka trilioni 10.5. Sasa kama TRA inakusanya mapato kwa sababu trilioni 10.5 ni zaidi ya asilimia thelathini ya mapato ni zaidi ya asilimia thelathini ya mapato yanayokusanywa na TRA. Sasa kama unaweza kwa mwaka mmoja ukawa na mapingamizi yenye thamani ya trilioni 10.5, kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna ni, ni, una maeneo mengi sana ya kodi ambayo huyakusanyi. Lakini la pili, una mifumo ya tehama isiyo na usalama na ambayo inaruhusu mtu kubadilisha takwimu na mapato ya, ya, inaruhusu kubadilisha takwimu. Lakini hata hivyo eh, inaruhusu hata mtu anaweza, anaweza, anaweza kadirect eh, fedha hizo zikaingia kwenye akaunti yake Yaani fedha za umma umezikusanya vizuri, ukatoa na risiti vizuri, lakini zile fedha zinaingia kwenye, kwenye, kwenye mifuko ya watu, kwenye akaunti za watu. Sasa una mifumo ya tehama yenye, yenye isiyo na usalama kwa kiwango hicho, nini unatarajia? nini unatarajia? Huwezi kukusanya mapato kama una mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato ambayo mtu yoyote anaweza, kwanza haina usalama maanake, mtu baadhi ya mifumo ya, ya tehama ambayo haina usalama, maanake eh, vamizi yoyote yule wa mitandao anaweza akaingia kwenye mfumo huo akafanya uvamizi wake akadirect, aka, aka e, zile fedha zinazokusanywa siingie kwenye akaunti yake.